Bismillah rahmanirahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa vipindi vyetu vya tiba, kama unavyoona hapa, ili ni jungu. Waswahili wanasema jungu kuu alikosi ukoko. Sasa, kwa kuwa jungu kuu alikosi ukoko, huu ni mjarabu ambao unataka kutayarisha, lakini takufahamisheni vitu vya kuchanganya Umeona? na unatibu nini. Kitu cha kwanza ni hapa siki na mara nyingi mi napenda kutumia hii siki ya chapa Simba, yani ambayo inatengenezwa kwa kutumia acetic acid, yani bimana ndimu ya unga, umeona hii hapa. kwa hiyo hapa nimeweka lita moja ya siki, alafu maji nimeweka lita nne. Umeona hiyo mizizi, unaiona hapo? Iko mizizi aina tatu, kuna mzizi wa mvumvu, alafu kuna mzizi wa tole, nani tobochuchu, alafu kuna mzizi wa mdaliza. Hizi dawa mara nyingi zinapatikana mkoa wa Kigoma. Kwa mfano, mtobo chuchu yenyewe inafahamika ni, ni, ndulele, ni ndulele. Kwa baadhi ya watu au baadhi ya maeneo wanaita ndulele, au wengine wanaita tulatula tula, au ndula mbona, kulingana na maeneo koo. Ndio unachukua ya mizizi yake, ambapo ukichanganya namna hii. Hii mizizi ina tatu kwa hiyo huyu ndo lele ambao ndio sisi tunaita ndo mchuchu, ukachukua mdaliza, ukachukua na huu mvomvu, ukachanganya na siki labda lita moja kama hivi ni vichanganya alafu, ukachukua na maji lita nne, ukachanganya ikawa lita tano, unatia kwenye jiko na chemsha, inachemka ichemke barabara, yani kwa mfano si lita tano ipungue walau lita moja na nusu au yani, ubaki na lita tatu na nusu, mbili utachuja, itabakia safi kabisa. Safi kabisa ikishabakia, kwa vitatu kutoa mara tatu, asubuhi, jioni na usiku, wakati wa kulala. faida zake ni zipi? Faida zake ni, ni nyingi kwa matatizo ya tumbo, kwa mfano, kwa wale ambao umengenyaji ni shida au wengine ukataji wao wa magogo ni shida. Mtu anakula kutwa mara tatu. Lakini kukata gogo anaweza kukata kwa siku mara moja au baada ya siku tatu. Umeona? Au wengine wanaenda mpaka wiki. Umeona? Yaani maana mfumo wa ngiri ngiri inaondosha. Yaani mujarabu sana kwenye matatizo ya ngiri ngiri. Kwa wanawake kwa wale wanikusumbulia na nyonga, masuala ya chango, masuala ya matumbo yale ya nani ya hedhi au yule ile chango kubwa wanaita mwanamimba. Umeona? Inakuwa pala paki. Pia na kwa watoto. Inafaa sana kwa wale wenye kusumbuliwa na mamichango michango minyo mtome, na watoto wenye kusumbuliwa na maminyo, hapo inakuwa pahala pake. Vile vile kwa wale wenye kusumbuliwa na makende, kwa mfano, baadhi ya watoto utakuta kende. Mimi kisumbuka kwa mara kwa mara, biashara haziendi vizuri, wachawi wanga wanakusumbua, watu wanakuonea kijicho kutokana na mafanikio yako. Mkombozi amepatikana, dawa bora kabisa ya kutoa nuksi, kuondoa wachawi wanga, gere Vijicho, mikosi na gundu, ni ngaka ngaka ndiyo mkombozi wao, inakinga na kusafisha miili yetu pamoja na majumba, maofisi, mashamba, viwanja na kadhalika. Dawa hii ya ngaka imetayarishwa na Dr. Bihizi, anapatikana WhatsApp namba Jumlisha mbili tano tano saba moja tano tano mbili nne tisa nne sita ama jumlisha mbili tano tano saba nane saba tano mbili nne 946. Huyu ni Dr. Bihizi, mtaalamu wa ngaka, mkombozi wa wachawi pamoja na gundu. Tunapatikana Magomeni mikumi jijini Dar es Salaam, mtaa wa mikumi, mkabala na mtaa wa Chekanao A, karibu na yadi ya IRM. Nyote mnakaribishwa, au hata baadhi ya watu wazima kifika kipindi cha mawingu utakuta? Mtu anapata tabu kwelikweli, yani tumbuku inaunguruma, wanasema mnyama poli amehama, yani ametoka polini, amekimbilia tumboni. Maarufu anamuita Mr. Kasongo kwa sasa hivi amechukua umaarufu kwa jina hilo, lakini si maarufu, tunamfahamu kama vile ngiri. Sasa huyu mnyama ngiri, ambaye anasumbua watu kwenye upande wa miili yao, hasa tumboni baadhi ya watu ikifika kipindi cha mawingu au mvua inataka kunyesha, wanakuwa na kusumbuliwa sana na tumbo. Sasa dawa ndio hii tuko tunaitayarisha hapa. Kuna mtu mwenye tatizo hilo, ndio tuko tunamtayarishia. Kwa hiyo tumeona sio vizuri na haipendezi tukamtayarishia mtu dawa ambayo ina faida nyingi na nyinyi, tukashindwa kushare na nyinyi, yaani kuwasambazieni upendo. Ndio maana tumeona tukusambazieni upendo, kwa sababu katika kitu kizuri ni kusambaziana upendo sawa. So, kizuri kula na mwenzio. Kwa kwa wale wote wenye kutatizika na matatizo kama hayo, basi utachukua vifaa kama hivyo nilivyoelekeza. Mchanganyo ndio huo hapo na ujazo ndio huo hapo utatumia. Ukitumia kwa kweli, utastaajabu matatizo mengi mengi mengi yataondoka. Na na wale wenye kusumbuliwa na uchovu, kuna ule uchovu ambao umeikanda ni ya mwili ambao hausikii nanii dawa yaani, mtu anaweza kulala akiamka uchovu huko pale pale. Basi tumie hapa, ndani ya siku tatu tutapata majibu. Na wale kusumbua na ganzi sugu, mpaka anahisi labda akivaa ndala anatembea, yeye anajua amevaa ndala, kumbe ndala isha iacha zamani. Hii pia inaondosha, anatumia kunywa na kupaka kwenye tatizo hilo la ganzi, jaribu kabisa. Na wale wenye kusumbua na ile gesi ili ambayo inakuwa wakati mwingine inatembea mwilini yani unakuta inapanda mpaka kwenye koo. Umeona, nyingine inapanda mpaka kwenye chembea moyo. Basi ukitumia dawa hii inaondosha kabisa kabisa kabisa hapa. E, ni, ni, wao wote ni wakubwa, yani kila mmoja ni mkubwa kwa mwenzie. Yaani siki ni mkubwa, ukiangalia mvumvu ni mkubwa, ukiangalia pia ndulele ni mkubwa na mdaliza ni mkubwa zaidi. Umeona? Sasa kwa leo kwa kwa tumefahamisha dawa hii hapa. Kipindi kijacho inshallah, tumombe Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi na atufikishe, tutafahamishana kutayarisha kwa njia hii, lakini kwa matibabu mengine bi maana hapa, yaani kuna baadhi ya vitu vitapungua na kuna baadhi ya vitu vitaongezeka, alafu itakuwa ni tiba nzuri sana kwa matatizo ya sasa